Mchungaji wa Simba, huu hali gani mchungaji? Ah, salama salama. Uko vizuri sana mchungaji, uko poa. Mchungaji, nataka leo tuzungumzie ubora wa wachezaji wa Simba wa klabu yako ya Simba. Bila e, shaka unawafahamu vizuri. Tukianza e, lineback eh ya ulinzi, tukija eh eneo la katikati la viungo na kule mbele ya ushambuliaji. Kwa namna ambayo e, mchungaji wa Simba hivi sasa chini ya kocha Pantev eh wengine wakimita matato. Unaionaje klabu yako ya Simba na wachezaji wake kwa ujumla? Tunachoamua pale ni wachezaji. Wachezaji wao sajili walikuwa ni bora sana. Eh. Fadu alivyotuachia msingi. Mm. Kama unavyoona Nabi alivyotuachia msingi Yanga Afrika, mm. Akaja Nabi, mm. Akaja kafa, eh, akaja Gamondi kafanya vizuri zaidi. Mm. Ndio Simba nao wameachiwa msingi na nani? Na Gamondi na na na, na, na, na. Fadu Davis. Eh. Fadu kacha foundation. Mm. Tunataka sasa hivi ni kupandisha. Simelewa? Mm. Mm. Na mwalimu huyu bahati mbaya hajapata ugumu na hatapata ugumu kwa sababu tayari timu ilikuwa kwenye mstari. Mm. Yeye yeah, anachofanya ni kuiboresha. Mm. Simelewa? Kwa hiyo ndio maana tunakupa sababu kwamba tunakupa sababu kwamba Simba hii itafanya vizuri sana kwa sababu foundation ipo. Mm. Na amesajiliwa wachezaji wazuri. Mm. Kwa hiyo, yeye ni kuendeleza pale alipoishia Fadu. Mm. Fadu timu ilikuwa ifunguki. Mwalimu mm. huyu ni mwalimu ambaye anaonekana kwamba ana uzoefu timu kufunguka, kusajili, kushambulia wa dakika tisini mara. hmm. Tofauti pili, huyu hawakumbatia wachezaji. Kumbatia kivipi? Sabu yeye akifanya sabu nafanya sabu tatu nne, wanatoka wanaingia. Kwa hiyo ni lazima atapata matokeo kwa haraka zaidi. Kwa hiyo kwa ujumla, tukubaliana kwamba mwalimu huyu tumempata mwalimu bora sana kwa kipindi sahihi cha kwenda kutuonyesha tulipoishia na kutendeleza pale ambapo tulipokuepo kwenda mbali zaidi. Yeah. Tumeona zime mechi moja tu. Anaonyesha mm -hmm. kitu kikubwa sana. Maana anajua kwamba Simba hii ilihitaji ili mwalimu wa design yake yeye mm. ambaye yeye ana falsafa za kushambulia muda wote. Mwalimu aliyeondoka ndani ya Simba falsafa zake ilikuwa kipata ushindi, anaingiza mabeki, anazuia mechi mbaya inaisha. Na ndio maana kwa sababu Simba muda mwingi alikuwa anashikilia roho. Mm. Simba leo mm. kwa hiyo tumepata kitu sahihi. Moja. Pili aina wachezaji ambao walisajiliwa, ukiangalia okay, mm. mtu kama Shabalala ambaye mm. toka Simba mm. namba yake kashikwa na Mrigo mm. Mrigo kaitendea kaitetea haki ile namba mm. watu hawajamkumbuka Shabalala mpaka leo mm. soma mpaka hapo, nakusoma sana mchungaji. Kipa namba moja Kamara, Kamara ameletewa mtu kama Ayubu Anaitwa nani? Yakubu Selemani. Yakubu Selemani kaonyesha uwezo mkubwa kiasi kwamba hata kama kamera hayupo, watu hawana hawana wasiwasi. Hapo, kumbuka sisi shida kubwa ilikuwa kwamba aliondoka ukuta, Eric alikuwa anachomesha sana. Tukaona sasa tumlete mtu ambaye yeye atakuja kufanya nini? Kulikava. Umeona bwana? Nagu anakava kwa asilimia mia moja. Ukienda namba sita, mm. namba sita kama huna kagoma hayupo huna shaka mm. Kamera anakupa mahitaji yote ya yeah. klabu mm. Sio umeona tofauti, unaokwambia mimi nakuwa na mchungaji, umeona upande wa Ibrahim mm. Abraham, Moses Abraham ni mtu ambaye hata mchezaji mwingine asipokuepo, eh, una shaka naye eh, sio leo mpaka hapo, na kwenda sana mchungaji Kibusawala leo asipokuepo, namba zina watu mmm, sio leo mpaka hapo. Kibenis asipokuepo kina Maema anakupa kitu, ni sahihi kabisa mbona Simba nayo kwa DC mimi mmm, ukienda namba 9 mmm, mbona bwana ina masteka mm. watatu mmm, tuna mwalimu tuna mkwala tuna soa. Mwalimu anaingiza ana kitu mm. so, cha kwamba anakupa kitu mmm, soa anakuja anakupa kitu Mkuu, nakuja nakupa nakupa kete namba kumi, namba kumi huna shaka nayo. Jana chaza yeye atakayekuwa yupo, na move, na move. Ndiyo vitu ambavyo vilimisi miaka miwili iliyopita. Manake chini ya Fadlu kulikuwa na changamoto kidogo kwa namna ambavyo wachezaji wake walikuwepo. Manake kulikuwa hakuna mbadala. Manake wakitumika ndo wametumika, wakitoka ndo wametoka. Na yeye alishindwa kuliongeza benchi la ufundi, yeye mwenyewe akajitengeneza benchi. Lakini mwalimu huyu anatumia wachezaji karibu karibu wote. Mm. Na mm. Kwa maana kuta Simba inaonekana muda wote inashambuliwa na inakuwa na nguvu. Kwa hiyo wachezaji mmoja mmoja Simba ndani ya miaka miwili mitatu kulikosa, mm, wachezaji wa Dizeni hii. Mm. So, mpaka hiyo. Na sana, mchungaji. Timu hii ni miaka minne iliyopita ndio ilikuwa na timu kama hii. Mm. Ambayo timu hiyo ilikuwa kwamba mtu fulani asipokuwepo, timu inaendea kuchanja mbuga na inakupa matokeo. Mm. Sasa ndio hii Simba nayo iona safari. Mm. Haina shaka kwamba mtu fulani kaumia eti ni Hey, nimefurahi tumepata Simba bora sana na mwalimu bora sababu Simba, Simba magoli matatu ambayo yamefungwa kule nchini Swatini na wachezaji wa Simba wa klabu yako dhidi ya, katika magoli matatu, magoli mawili yamekuwa meku, ya ni ya magoli ya mipango, yani mpango na soko, unaona na madhara yake yanatokea, na goli linafungwa. Twanze kulizungumzia goli alilolifunga Kidenis, assist akitoa Jonathan Soa, mpira unaanza mwanzoni, unaelekea unachukuliwa mpaka goli linafungwa. Huo ndo hapo, mchungaji naenda mbali yani, kitu kidogo yaani mwalimu e, kwamba Soa kazi yake ilikuwa yeye ni kustable bench e. usikose amani wao wakimfuata Soa, mm. wanamwacha Kibu Denis, mm. ndo mazoea yalikuwa yanafanyika. mm. Ina maana juzi hicho fanyika, Kibu Denis alipata nafasi mbili, mm. na zote akazitumia. mm. Maana ingepata nafasi tano zote angefanyaje? Kutokana na mfumo wa mwalimu, kwamba mm. wao wanamwangalia Soa, kwamba Soa ndo hatari. mm. Na wao wanashambia ndo hatari. mm. Kumbe Soa sio yeye, sasa jukumu kapewa nani? Kibu Denis. Sio, bwana wewe kiingia Soa wa haras, kasi zote mpe nani? Mtu wa Kimdenis. Mm. Kwa wale wanapotea, wanaenda watatu kwa Kimdenis kwa kwa kwa, kwa Soa wana mm. mwacha Kimdenis. Kitu ambacho kimetokea. Na ukiangalia Kimdenis akishika mpira alikuwa anamfuatilia watu kama watatu mpaka wanne. Watu wanakimbia naye. Mm. Maana yake mm. nini? Mwalimu ana mipango mikubwa sana kwa kupitia Simba. Na hiyo anatumia akiwa kipindi cha pili. Mm. Kipindi cha kwanza anamtumia mwalimu. Mm. Si mwelewa? Mm. Na Maema anatumia watu hawa oh, yeah. wawili. Mwangalia mipango yake hiyo. Mm. Kwa hiyo kifeli anaingiza hawa wawili tena. Mm. Nao wanaenda katika pato hiyo hiyo. Kwa hiyo ni mwalimu ambaye anaonekana atakuwa anafunga magoli mengi kwa timu yoyote ile. Mm. Sio nimesoma mpaka hapo. Na kusoma sana mfungaji. Bek na kiungo. Kazi yao ni kuangalia je, anayekimbia kwenye mstari ni nani. Ndio maana wakakuta Kagoma ile tacha anafanya. Moja kwa moja aende kuzalisha goli. Mm. Sio mm. Angalia yule ambaye alifanya katikati hapa. Nani nani huyu? M hey. Ni touch moja ile akazunguka kuzalisha goli naenda upande wa kulia. Mm. -hmm. Kajaka, na mm. Simba mm. mm. yeah, yeah, yeah, kafanyaje? maana kitu cha kwanza, kwani unatumia kimsawala inaonekana plani imekufa. Sasa hivi tutumie winga upande wa kulia, na wamefanikiwa. Kwa hiyo uh -huh. Ni kazi ndogo sana, ndio maana mwalimu anasema sasa anataka ile kasi ile kubwa zaidi hapa sasa. Ile kasi kwa kubwa zaidi hapo, madhara ni makubwa kwa mpinzani

kuchezesha timu mm. Mpira wa kisasa, mpira wa kukimbia na burudani, washabiki wa furahi mm. Ndio kitu ambacho Jumapili tunaenda kukiona mm. Kwa hiyo washabiki wa Jumapili wanaenda kwa sababu simba inavuka, wanaenda kwa sababu ya kuona pat, kuona mwalimu alichonacho mm. ambacho anakiweka ndani ya simba na washaanza kukiona, hasa nataka improve na Jumapili tena. Ndio maana Jumapili wanaenda kuangalia, mchungaji, mna washambuliaji watatu wa Selemani Mwalimu, Steven Desemkwala, lakini vile vile Jonathan Soa. Hao wote wana uzito wa kila namna kwa maana ya uchezaji wao wakiwa ndani ya uwanja dhidi ya wapinzani. Kwa wachezaji ambao tumewaona hawa wachezaji watatu Jonathan Soa, Suleiman Mwalimu na Simu Desem Kwala. Mchungaji, nani hapa eh, anaweza akawa kipenzi cha mwalimu Pantevo kwenye namna ambavyo eh, mechi zinachezwa kwa huko siku za mbele, yaani wale wote kwa sababu ni mifumo. Yeye anaangalia na, na mifumo eh. Ndio maana nakupa kitu cha kwanza jinsi alivyocheza na mwalimu. Mm. Alivyomtoa mm. Alivomtoa, akaja akamuingiza nani? Akamuingiza Soa. So, yeah. Na Soa alivyokuwa anapatana na nani? Alipokuwa anapatana na Kibnenis. Dennis. Ile party ikawa ya pamoja, yani ile joint ikawa ya pamoja. Mm. Sibaelewa? Ndio mm. maana nakueleza na kwambia mfumo ambao mwalimu anautumia ukija kukolea mm. watu mashati. Wewe, mechi imeisha mtu kanuna. Maana haya magoli sio issue kwake, lakini Fadugo moja anaruka mpaka kule. Goli tatu lakini mwamba kaka. Mjini sasa hivi watu wanapaka wanapaka matatu. Watu wengine wanavaa hereni. Mimi eh, eh, kwa sababu ni mchungaji ningepaka umunge mkono bwana, unaona kinajibiwa wenzangu wamevaa hereni huko. <laughs> ametoboa amefunga tu, si hatujajua. Mchungaji bwana, neno gani nataka kuambia mashabiki wa Simba sasa, mcigaji? Ah, ni mwendo ni, ni mwendo wa mpira wa matatu Eh, mpira wa matatu, mpira wa eh, mpira mahereni, mpira eh. Eh, <laughs> matatizo tumehamisha upande wa pili eh. Eh, raha tumehamisha upande wetu raha, tumepeleka upande wetu eh. Eh. Mungu akubariki sana Mnyasa, sana.